Kwa tunaomba tuanzishe miradi tuanzishe usafi shirikishi, kama vile kulivyo na polisi jamii, tuanzishe baraza la mji jamii, ambavyo kutakuwa na vikundi ambavyo vitakuwa vinashughulika na nini usafi katika, katika jamii, sawa. Lakini pia mimi mhudumu wa afya na mimi naomba niwe kiunganishi baina ya jamii na baraza la mji yaani zile taarifa zote za masuala ya mazingira zinazotokezea ziwe zinafika pale baraza la mji na zinashughulikiwa. Hapo ndo tutaweza kufanya au kuweka mji wetu katika hali ya usafi, kwa sababu mazingira ni ile hali ya kutunza au kuweka maeneo yetu safi, kama mashule, madrasa, sehemu zetu ambazo tunafanyia kazi, shanifahamu eh, tunazofanyia biashara vyanzo vya maji leo, unaweza ukenda pahala pana chanzo cha maji, lakini pana uchafu umbani, kuja kwenye mtaro mkubwa, kama pale karibu na mwembe shauri pale, ipo mingi sana. Nandio tulikuwa tukifanya, tulikuwa hatuwachekei madiwani. Kila baada ya miezi miwili, tuwaondoka madiwani sote, tuwaianzia hapo Selemu, tuwapandisha majumba makubwa, tukimkuta hatuna msalie mtume. Chora yuko mmoja tu, yeye yuko kwa kazi hiyo tu. Achorwa asubuhi, ya pili aitwa mahakamani, apigwa faini. Basi miezi itakayobakia yote itakuwa hapo nyuma. Hapo pana sehemu, pana karo hiyo, in, hiyo imeshinda hiyo kama jini wa kule bubujiko. Hiyo imeshinda hiyo karo hiyo, hapo haijafanywa kila siku sheha, kina akenda kitizama, arudi watu waikanyaga hivi. Juzi mimi nilipokuja mazikoni kule, nikuja nikaingia na jambio, nimechelewa.